Afrika Kusini kupitia makamu wake wa rais Paulus Mashatile amewasihi wakulima wa kizungu nchini humo wasiweze kuondoka nchini humo na kuahidi ya kwamba watazungumza ili waweze kuafikiana ni jambo gani ambalo linatakiwa kuzingatiwa ili wakulima hao waweze kusalia nchini Afrika Kusini, wasiweze kuondoka nchini humo kujielekeza nchini Marekani. Utakumbuka ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump aliwatolea wito raia wa kizungu, aidha wakulima wa kizungu ambao wanaopatikana nchini Afrika Kusini waweze kuondoka nchini humo kutokana na kile ambacho kwa mujibu wake anadai ya kwamba ni dhulma ambayo walikuwa wakitendewa wakulima hao nchini humo Afrika Kusini, basi waondoke nchini humo, wanaweza kupewa hifadhi nchini Marekani na wawezi kuendelea na shughuli zao bila bughudha yoyote. Afrika Kusini ilijibu kwa kufahamisha ya kwamba kile ambacho kinaendelea, aidha ambacho kimesababisha jambo hilo, ni kutokana na kumbukumbu na hisia za kipindi cha ubaguzi wa rangi, ambapo Afrika Kusini ilimtuhumu moja kwa moja Elon Musk kumshawishi rais Marekani kuchukua maamuzi kama hayo, kuwachukua raia wa kizungu wa Afrika Kusini na kuwapa hifadhi nchini Marekani. Hivyo basi makamu huyu wa rais wa Afrika Kusini, katika mazungumzo mafupi ambayo alifanya na waandishi wa habari katika hafla maalum ambayo iliandaliwa kwa ajili ya sikukuu ya mavuno, aidha maonyesho kuhusu mavuno na kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kimefikiwa kwa sasa katika sekta ya kilimo nchini Afrika Kusini na teknolojia amezungumza na wawakilishi wa makundi ya wakulima wakulima ambao wengi wao ni wazungu. Kama unavyofahamu, nchini Afrika Kusini zaidi ya asilimia sabini ya ardhi nchini humo inamilikiwa na wakulima wa kizungu. Katika hotuba hiyo, makamu huyu wa rais amefahamisha kwamba amezungumza na wakulima hao, aidha amezungumza na wawakilishi wa wakulima hao na kuafikiana na kuweza kuwasikiliza ni jambo gani ambalo wanataka serikali iweze kuzingatia kuhakikisha ya kwamba hawaondoki nchini Afrika Kusini kwenda nchini Marekani, waendelee na shughuli zao nchini Afrika Kusini. Wametoa masharti kwa serikali, wameitaka serikali iweze kuhakikisha usalama katika mashamba yao na vilevile vile barabara katika maeneo yao ya kazi, pindi ambapo watakuwa wamekwisha kusanya mavuno mavuno yao waweze kuyasambaza katika miji tofauti. Hivyo basi, wameitaka serikali kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo na barabara ziwe za kisasa ili kuweza kurahisisha misafara ya malori ambayo itakayokuwa imebeba bidhaa tofauti na kuzipeleka katika masoko tofauti. Haikuishia tu hapo vilevile vile, makamu huyu wa rais amefahamisha kwamba mazungumzo kati yake na wawakilishi hao, wameweza kuafikiana kwa kile ambacho ametaja kuwa atahakikisha kwamba kwamba kunakuwa na urahisi kwa wakulima hao kufikisha bidhaa zao katika soko la kitaifa na hadi pia katika soko la kimataifa. Na jambo lingine ambalo limezua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii ni serikali kuweza kuwafadhili wakulima hawa, jambo ambalo limetajwa kwamba wakulima hawa wa kizungu ambao wanatakiwa kuwa wakifadhiliwa na serikali. Swali ambalo limejitokeza, vipi wakulima ambao ni weusi ambao inatajwa kwamba wanamiliki asilimia ndogo ya ardhi ya Afrika Kusini, kama inavyotajwa kuwa ni asilimia nne pekee ya ardhi ya Afrika Kusini ndio inayomilikiwa na wakulima ambao ni weusi? Vipi hawa nao watafadhiliwa na serikali, edha ufadhili huu utawahusu tu wakulima hawa ambao waliokuwa wanatishia kuondoka nchini Afrika Kusini kujielekeza nchini Marekani. Wakati ambapo mvutano huu ulipoanza kati ya Afrika Kusini na Marekani, kundi la kwanza la jamii ya wazungu katika eneo la Orania lilitupilia mbali wito huu ambao uliotolewa na rais wa Marekani ya kwamba wajielekeze nchini Marekani huku wanaweza kupewa hifadhi waliweza kutupilia mbali wito huo na kufahamisha kwamba wapo kwao nchini Afrika Kusini na wapo tayari kuweza kufanya mazungumzo ili kuhakikisha kwamba haki zao zinaheshimika kama raia wa Afrika Kusini na sio kuondoka nchini Afrika Kusini. Kundi lingine baada ya muda, inatajwa kwamba watu wasiopungua 40 waliweza kukubali kuondoka nchini Afrika Kusini kujielekeza nchini Marekani, na tayari wameshafika nchini Marekani na kuahidiwa kuweza kupewa uraia wa Marekani, hivyo basi kwa sasa huenda wakawa raia wa Marekani na baada ya hapo, kufuatia hafla hii ambayo imeandaliwa kwa sasa, makamu huyu wa kwanza wa rais wa Afrika Kusini ameweza kuzungumza na wawakilishi hawa wa wakulima wa kizungu Afrika Kusini, na kuweza kukubaliana katika vipengele tofauti, ya kwamba Afrika Kusini kama serikali itahakikisha usalama katika maeneo ambapo kunapatikana mashamba yao na kuhakikisha kwamba barabara zinaweza kurekebishwa na kuhakikisha kwamba kunakuwa miundombinu ya kisasa ambayo itawarahisishia wakulima hawa kuweza kuendesha shughuli zao za ukulima na kuweza kusambaza mavuno yao katika maeneo tofauti nchini Afrika Kusini. Swala zima kuhusu usalama nchini Afrika Kusini ni swala zima ambalo ni tete nchini humo ambalo hakuna ambaye anayeweza kuliepuka ikiwa ni jamii ya wazungu aidha jamii ya weusi, ni janga la kitaifa ambalo linatajwa kwamba hakuna anayeliepuka bali ni janga ambalo linaisibu Afrika Kusini nzima na kile ambacho kinajadiliwa kuhusu swala zima hili kuhusu usalama, inatajwa kwamba usalama huu ambao unaozungumzwa hapa na makamu huyu wa rais ni usalama tu katika maeneo ambayo kunapatikana mashamba ya wazungu, aidha ni usalama ambao unatakiwa kuimarishwa katika maeneo yote Afrika Kusini, bila ya kujali ni nani ambaye anayeishi katika maeneo hayo. Bado ni mvutano mkubwa katika mitandao ya kijamii licha ya makamu wa rais kufahamisha hilo vitisho vya wakulima hawa wa kizungu kutoka Afrika Kusini kuondoka nchini humo na kuhamia nchini Marekani, vitisho ambavyo vimesababishwa na kauli ya rais wa Marekani kufahamisha kwamba wanaweza kuondoka nchini humo na kuweza kupewa hifadhi nchini Marekani bila tatizo lolote. Ndiyo sababu ambayo imepelekea makamu huyu wa rais kuweza kusimama kidete na wakilishi wa makundi ya wakulima wa kizungu wa Afrika Kusini ili kuweza kujadili swala hilo. Vilevile vile katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba Afrika Kusini haina uwezo wa kujimudu iwapo idadi kubwa ya wakulima wa kizungu watachukua maamuzi ya kuweza kuondoka nchini Afrika Kusini na kuacha mashamba yao na mashamba hayo kupewa watu wengine ambao bila shaka itakuwa ni jamii ya watu weusi. Kuweza kuendelea na kilimo katika maeneo hayo itakuwa ni vigumu kwa kuwa hawana uzoefu, hawana uzoefu katika kilimo, na jambo hilo litapelekea kutokea mvutano wa kimataifa kama ule ambao uliotokea nchini Zimbabwe baada ya Rais Mugabe kuchukua maamuzi ambayo anataka fanana na haya maamuzi, ambayo yalipelekea jamii ya wazungu ambao waliokuwa wakimiliki eneo kubwa la ardhi nchini Zimbabwe kuweza kunyang'anywa mashamba yao na kupewa jamii ya weusi nchini Zimbabwe. Kile kilichofuatia ilikuwa ni vikwazo na kuifanya Zimbabwe iweze kurudi nyuma kwa kiasi kikubwa na kuyumba kiuchumi. Hivyo basi Afrika Kusini ikifuata nyayo za Zimbabwe, kile ambacho kitakachoithibu Afrika Kusini itakuwa ni zaidi ambacho Zimbabwe ilishindwa kukabiliana nacho na kukubali kulipa fidia kwa wakulima wa kizungu ambao walinyanganywa mashamba yao kipindi cha Rais Robert Mugabe. Katika siku za nyuma, Rais wa Afrika Kusini Ramaphosa alitamka kuhusu wakulima ambao wamechukua maamuzi ya kuondoka nchini humo na kujielekeza nchini Marekani. Alitaja kuwa hawana maana yoyote kuchukua maamuzi kama hayo, na kile ambacho kilichofuatia kama inavyotajwa katika mitandao ya kijamii ni Rais huyu Ramaphosa kushindwa kwenda nchini Urusi wakati ambapo alikuwa amearifiwa na Rais Putin aweze kushiriki katika hafla iliyoandaliwa kwa ajili ya kumbukumbu ya miaka 85 baada ya ushindi wa vita vya pili vya dunia. Hakuweza kushiriki katika hafla hiyo kwa kile ambacho kinatajwa kuwa iwapo angejielekeza nchini Urusi kushiriki katika hafla hiyo basi ingemkera mno rais wa Marekani kwa kuwa tayari kulikuwa kumepangwa ziara ya Rais Ramaphosa kujielekeza nchini Marekani ifikapo Mei 21 kwa ajili ya mazungumzo na rais p... ili kuweza kuweka wazi na kujadili kuhusu swala zima hili hii ambalo linahusu ardhi na mashamba ambayo yanamilikiwa na jamii ya wazungu ambayo rais wa Marekani anaituhumu serikali ya Afrika Kusini Dhulumu raia wa Afrika Kusini ambao wana asili ya kizungu ni jamii sana. Utamaduni, unasemaje kuhusu maamuzi haya ambayo yamechukuliwa na makamu wa kwanza wa rais wa Afrika Kusini kufahamisha kwamba tayari amefanya mazungumzo na wawakilishi hawa wa makundi ya wakulima wa Afrika Kusini ambao ni wazungu ili kuweza kujadili suala hilo na kulipatia ufumbuzi? Tuachie mtazamo wako.